Ileve, kuna msichana wangu nilipa, nilipata anaitwa Veronica. mm -hmm. By that time ule mwanamke alikuja kunipikia vile tunasemaga akuje akupikie na akakuja kwangu kwa but she was my best friend but I remember wakati nimezifungua yule Veronica kurudi nyumbani ndio nipikia pikiwe na yeye. mm -hmm. Uh, Nakumbuka kuna siku moja nilishikwa nilikula nikashikwa na uchungu wingi sana nikapelekwa hospitali. Ile uchungu ilikuwa more than ile ya kuzaa, kapelekwa hospitali. mm -hmm. Nashuku nama nakuaga na nikiangalia, naonanga kama nilikuwa nimekula kitu baya na if i, I, I was recalling, nakumbuka this is my first boy, this is David. Mm-hmm. Nakumbuka ya yeah, this is my first time. Okay. Nakumbukaga wakati hiyo 2011. I I remember I I just the other day wakati nimeacha watoto mimi nilienda nikarazo os, hospitali St. Maruba alianza kuyure mama mwenye ananipikia alianza kufuruga hawa watoto hiyo tu, wakati anaanza kusema watoto wanamuhu, wanamkosea heshima na by the way wakati nilitoka hospitali nilikuja nikaambiwa nimefuza hao watoto tabia mbaya ya kutuzi, yule ati nawaambia, huyo ni alikuwa anasema na Kikuyu ni kada ya moko ovuishi. Nikamuliza, kwa hivyo yule mama ni sisi hatukujua hata kama nilikuwa mukulinu, si sikuona macho yangu haikuona lego ya huyo mama. Kwa hivyo, it came just one day, huyu kijana my first born alikuwa ameanza kuona the way huyu mzee ameanza kubadilika, kunichapa, kunikelelesha. Kwa hivyo wakati hii kijana alianza kuuliza baba yake what is happening, huyu kwanza alifukuzwa 2013, alimaliza form four akafukuzwa 20, akakuja Nairobi. Kwa hivyo hata wakati nimekaa pale kwa doa 2015, mambo ikakuwa mabaya sana. Hapa kuna tumizuka zuko sababu wameanza kushikana, lakini mimi sijui. Kwa hivyo mzee ameanza madharau, naona to the treatment kwanza mtoto akibakisha food kidogo hivi huyo mtu ananiekelea naniwonga nani alimemba. Kuna wakati watoto, kuna wakati alikuta watoto wamebakisha food hapo akakuja kama amenisrap. Let me tell you, you don't know the pain ya mtu kukuja kama amekuekelea masoi ni mbisho na niliangalia.